Muda mfupi uliopita, Kardinali Kevin Joseph Farrell ambaye ni Camerlengo atangaza kwa masikitiko kifo cha Baba Mtakatifu Francisko kwa maneno haya: kakaka na dada wapendwa, ni kwa huzuni kubwa kwamba sina budi kutangaza kifo cha Baba yetu Mtakatifu Francisko. Saa moja na dakika 35 asubuhi ya leo, Jumatatu ya tarehe 21 Aprili mwaka 2025, Askofu wa Roma Francisko alirejea nyumbani kwa Baba. Maisha yake yote yaliwekwa wakfu kwa huduma ya Bwana na kanisa lake. Alitufundisha kuishi maadili ya Injili kwa uaminifu, ujasiri na upendo wa ulimwengu wote, hasa kwa kupendelea maskini zaidi waliotengwa zaidi. Kwa shukrani nyingi kwa ajili ya kielelezo chake kama mfuasi wa kweli wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaiweka roho ya Papa Francisko kwa upendo wa huruma, usio na kikomo kwa Mungu mmoja na wa utatu. Ilikuwa ni saa tatu na dakika 47 asubuhi ambapo Mwadhama Kardinali Kelvin Johnny Farrell Carmengo wa kanisa takatifu la Roma alitangaza kwa masikitiko ya kifo cha Papa Francisko kwa waandishi wa habari.